Daa, hapa tuliongea naye mda fulani alafu akataka kumpigia ex wake. Mimi nataka kujua kama je, anaweza akarudiana naye hapa, kamtumia message kwamba hivyo, haloo, habari, kwa mbali na kupiga well. okay. simu. Simu ile kachaji. Simu ile kachaji.

Halo yes, mambo? halo halo, hey, mambo vipi uko? Nimeongea naye ameniambia kuhusu. Nimeongea naye baba hiki ameniambia kuhusu wee na yeye kujua je, wewe uko tayari kuwa naye katika mahusiano tena kama mlivyokuwa zamani? Upo tayari? Kwa hiyo kwa hiyo akituma nauli muda wote unaweza kuja si ndio? Aya, basi poa. Vipi hiki ya jambo lakini, basi poa. Naona kama huvo sehemu ambayo ina kelele kelele, nikitulia ndakupigia, sawa. Aya, poa. Eh, bana noma sana hmm? Penzi limerudi tena, penzi limerudi tena hiyo. <laughs> <laughs> kwa, kwa kasema ana noma, yaani ni wewe tu, mimi ndio mwenye mpinganizi, mimi si ninaumia yeah. na wale ambao wametokea simeshakuambia yeah, yeah. Yeah. yale wametokea ndio mimi nakuumiza yeah. lakini sio kama mimi ndio nilistopisha. ila nauli utatuma kwa namna hiyo, nauli utatuma ndio bado najifikiria na hali hii kwamba, je, niendelee kuumia au ni ni sawa. Maana kuna kama unaendelea kuumia, maana yake bado unaendelea kumpenda. Ah, ah, yani hivi hivi. Nikimtumia nauli, nikija sina kumbushia. Maana kile kishapona, ukikitonesha, sina kuwa kipya, maana ukimuita mwaksi wako ukikumbushia, na wala ameshaoa tayari yeah. yani, yeah. Yani, usha usharudisha wivu wote watangia wa mwanzo, ushanelewa tayari, umeshaflash makosa yote yeah. na mapa unamwona kama mpya yeah. tena